Naam, tukiwa hapa maeneo ya Azimio, sehemu ambapo tunafahamu ya kwamba mama yetu ambaye ni mama yake na msanii wetu wa Singeli, msanii pendwa kabisa, Meja Kunta amefariki. Mbele yako ni mzazi ambaye ni baba wa halali kabisa wa Meja Kunta. Tunazungumza naye atuweze kutuambia vile ambavyo ameguswa na kifo hiki, lakini kubwa zaidi atuambie E, taratibu za mazishi mpaka muda huu vipi ambao zimepangwa? Baba shikamoo. Baba vipi hali? Safi kabisa, ah namshukuru Mwenyezi Mungu, nikwambie pole kwa hiki ambacho kimetokea. Asante sana kwa hili. Watazamaji huenda wakatamani wafahamu kwamba wewe binafsi ulipopewa taarifa ya msiba ulikuwa kwenye mazingira gani hasa? Mm, mazingira yamestua kwa sababu msiba inapendeza kidogo kupata taarifa kwamba labda anaumwa ngashughulika mpaka bwana Mwenyezi Mungu amchukue lakini kama imekuja ghafla kidogo inastua, eh kweli alikuwa katika business zake alifanya shughuli zake za, na mambo ya samaki anaenda kuchukua pwani huko za kusini, anaita Dar es Salaam hapo e, lakini kwa bahati mbaya jana usiku kama kwenye saa tisa usiku anapewa taarifa, Meja, kwa mama yako amefariki muda fulani tunaona ameshatuacha eh. Baada ya kupokea taarifa hiyo, akanitafuta mimi, kwa bahati mbaya nikombana na simu, kaja kunipata alfajiri, aliponiambia nijistuka. Eh, kwa mazingira hayo tumekutana tumelezana kwa kina, tayari tumeshapata taratibu ya msiba ulivyo. Tayari hivi sasa ninapoongea, tayari maiti iko njiani, nasafirishwa kuja hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa ni sehemu ya msiba ambao tunategemea kufanya msiba hapa tutakuwa tunazika kesho kwenye majira ya saa saba kwenye makaburi ya ya site pale Yombo. Sasa so, wajuzi hata ambao unatazama hii video wafahamu hapa ni wapi. Sasa hapa ni Maputo, ni Temeke, ni eneo la Temeke Maputo. hmm. Eh, na mara mwisho wewe lini ulikutana naye, ulizungumza naye? ni mke wako, si ndio? hadi anafariki alikuwa ni mke wako? Hapana, mpaka anafariki tushaachana. hmm. Eh, lakini mara mwisho nafikiri kama wiki mbili zilizopita E, tuliwasiliana mpaka safari ya kwenda huko tabia shughuli zake huwa anazifahamu. Eh, kumbuka nini ambacho tulizungumza naye hasa? Kumbuka tulizungumza naye katika mazingira tu ya kujua hali ya mtoto wake zinaendeleaje, mazingira yake yako vipi. Then ndo kanambia bwana, mimi baada ya siku mbili tatu nitatoka na njia zangu kusini kwenye biashara zangu mm, tukaagana hivyo. E, mtoto mmoja mm, marehemu jumla na watoto takriban kama watano hivi. Okay. Eh, hivi lakini mimi nizaa mtoto mmoja zaanaye alikuwa ni mtoto watatu ambaye umetangulia dada zake wawili, ambaye kwa baba mwingine e, then ndo e, nikaja kuzaa naye mimi mtoto mmoja, tulipokuja kuachana then akapata watoto wengine wawili kwa mtu wa mwisho, ambaye kuachana hivi sasa alikuwa hana mume uh, eh uh, sasa mimi nikupe pole, lakini tuendelee kumboleza msiba. Nashukuru kwa hilo, asante uh, uh,